Na maisha yangu, wewe, hebu wacha na mimi, wewe, mimi acha na mimi, wewe, wewe nimekulea, wacha na mimi, niache kabisa, uniache kabisa. Uwe, utoe jina yangu kwa mdomo yako, yeah, unitoe, niondoe kabisa, taribu kutoa maneno ya heshima kidogo, acha na mimi, machozi na, na mwaga. Utalipa, utakuja kuilipia, nakwambia hivyo. kuna kitu naona sielewi haki. Sielewi. Kuna kitu sielewi kusema kweli, kuna kitu sielewi mimi. Mimi, mi, mi, mi, mi. Weru, koyo, kuna kitu sielewi mimi na muniambie. Kuna kitu sielewi mimi mi mtaniambia, lazima mniambie. <laughs> Uh, guys hapa tumefanikiwa kupatana na Kanini wenye tumeelezewa na daktari. Eh, so nafasi saa hizi, uh, so kwa hatutaongea vitu mingi sana, nafasi tunapewa tu. Daktari yeye ndo anasimamia tu kila kitu hapa. Sasa yes, daktari. Yes, ndio huyu Kanini amefika, nashukuru. Habari ya msichana? Nzuri sana eh, najua umeshangaa kuniona ujaipatana na mtu kama mimi Yeah, lakini usistuke. Salimia hata mzazi. Sasa mimi nashukuru kwanza vile umefika mm -hmm. Najua umekuwa mm. Eh, na shughuli zako za hapa na pale, na ni vizuri eh, mambo ambayo nimetaka tuongea hapa kidogo E, kuna malalamishi ambayo nimepata mm. Na kuna mambo ambayo yanaendelea hapa, sijui kama umesikia ama unayajua mm. Kuhusu e, malalamishi tu kadhaa ambayo nimekuja hapa nikaelezewa kwa hivi mm. na hivi na hivi, na nikaona ni vizuri nikuite, tushirikiane mm. tujue vile tunasuluhisha unajua ni yeah. Vizuri ukiwa hapa ili tujue vile tunasaidiana. Unajua, kila mtu anakuwa na malalamishi yake mm -hmm. Ukisema usikize ya huyu, uacha kusikiza ya huyu, utaona huyu ni mzuri, na huyu naye akitoa malalamishi yake utaona kweli huyu naye eh, anasema ukweli. Sasa ndio maana nimekuita hapa mm -hmm. Eh, nimetaka tujaribu kujua vile tunasuluhisha hii maneno ambayo iko hapa na ni vizuri tusikie kutoka naye upande wako, sababu nimekaa na mama mm. Amenieleza kwamba alikuwa nje amefanya kazi miaka nane mm. na vile alikuja alipatwa na mshangao sana, kinyume na vile alikuwa ametarajia. Alikuwa amekuja na furaha <coughs> e, kukaa nje miaka nane, alikuwa amekuja na furaha ili ajumuike na familia yake, lakini vile alikuja si vile alikuwa ametarajia. Alipata mambo imegeuka, vitu si vile alikuwa amepanga. Sijui kama wewe un, unajua hii maneno sasa mm. yani, kuna vitu anasema kwamba alikuwa amekushirikisha kwa mambo mingi sana mm. mambo yake mingi, lakini anasema mlikuwa hapa kwa kikao e, ukamwongelesha vibaya, hata umpei heshima kama mzazi na imemuumiza sana. Sasa ndio mimi nilikuwa nimekuita sababu amesema hata e huwa amwongei tangu, tangu mwachane kwa kikao. mmeongea nae mme, mme, mme, mme, mme, mme. Hapana, tujongea hmm, na sasa sini mzazi na, mbona usimtafute mjue vile mnasuluhisha k okay? Unaelewa, unajua hmm. inazimachas ni mzazi hmm. nilijaribu pande yangu tukae tusikizane hmm. Lakini mara ya mwisho nikitoka hapa, kila mtu alikuwa juu hmm. e, e, but sina ubaya na yeye hmm. yeah. Sijui yes, mama, utasema aje? Ndio huyu msichana amefika na anasema yeye ana ubaya na wewe mimi kitu nataka Kanini Mibaku, wacha nikwambie vitu zangu zote zile uko nazo urudishe. Umeona nikikusalimia? Umeona nikukusalimia? Mimi sina haja na mambo yako. Unipatie vitu zangu mimi, siwezi kaa hiyo miaka yote sina kitu na, na mimi, mimi mimi ni mtu amekaa akitafuta pesa, sitaki hiyo mambo mnaongea mali zangu daktari. Nikijua nitarudishiwa itakuwa sawa, swali yangu yeah. So rais tu acha kuongea mm. Na mimi wewe acha kushinda, hakuna kitu tuongea hapa. Ni mama yangu mwenye alikuwa akikulisha, Kanini? Nani alikuwa akikulisha na kukuvisha, msichana, msichana umeanza kumea hips, kia juzi juzi tu hapa juu ya nani, juu ya huyu, my mother, yes Mungu, okay. Ati hips. Kia, juzi, juzi, juu ya mamangu, yes Mungu, unakumbuka mamangu akikupata how you are looking lakini mamangu, juu mamangu amekuja. Umezaliwa nikikuona. So what? So what? Unajuaje venye nilikuwa Utajua yes. Ujui. Tutapeleka, usiniite mamangu. Mama, mimi si mamako. Enda ukatafute mamako kaburini wewe. Acha na mimi. Najua mali yamezikwa. Wewe si mama yangu, na mimi daktari, hakuna mali niko nayo yake. Sasa nani Kanini ni kuulize? Wewe unaona kama ni makosa Huyu mama yako mlezi aku kuambia ni mama yako, unaona kama alikosa? labda hakutaka ku, aku heart break sana, Do. na istoshe pia alikuwa anakulea vizuri ama alikuwa anakulea vibaya? Hapana, hakuna mali ya sheini tesa mm. Lakini hata wahenga walisema, niambie ukweli niume kuliko unifiche nikuje kujua ukweli. na labda alikuwa na, na, anajipea nini kiwange yake na nafasi yake, kuna time angekuambia lakini mm-hmm. Niko na miaka mbao na 20 years plus. Kanini, acha nikuambie, imagine unafaa kushukuru sana. Kuna watu wenye wanakosanga wanakosa nafasi kama hiyo. Unajua kupata mtu mwenye sio mama yako kukulea vizuri ni ngumu sana kitu ya kwanza Nasipati. Alafu mama yako akikuficha kama huyu mwenyewe sio mama yako rili, mwenye amekuzaa yeye anakuchukulia kama mtoto wake wa ukweli. Unaona yeye kwa nini? kwa hakutaka kwa, ni, kwa, kuweka kando kama eti wewe sio mtoto wake. Ndio maana hajawahi kuambia anataka ukae ukijua kwamba wewe ndo mama yako No, no. Pia mimi nilimchukulia kama mama yangu hmm. Na kama ni heshima ya mzazi, juu mimi ni kinlijua ndo mama yangu. Hizo scandal zote zilitokea, ndo nimekuwa nikisikia, mara mimi si mtoto wake ushago, mimi mara mi si wake, mamangu alikufa hmm. E, nadi nikapelekwa mali mamangu amezikwa Ashai kuumiza? I just have a question mama, ashawai kuumiza? Ashawai kunyima anything? I just remember mama wangu alijinyima, hata mimi mwenyewe hakuwa akinitumia, na mimi ndio damu yake ya ukweli you. She gave me everything. lakini you, wewe ujawai nyimwa Kanini? Kanini, ujawai nyimwa bali umefika, ni huyu amekushika. Ushawai nyimwa Ushawai nyimwa? Kuna siku umefukuzwa shule, school fees tujalipiwa? Na mimi ndo nilikuwa na handle pesa, nilikuwa na handle kuna pesa, siku mtia ni ya mama yangu, awa madha, mbona alinilea kama mtoto wake shara? najua mamangu ako kaburini, lakini ya ni mamangu mlezi na naheshimu hiyo so naheshimu hiyo. Hapana, unaona, wacha nikuambie. Hapana, unaona Kanini, kwa heshima zako na sijui mbona useme urudishi kama huyu mama wake alikuamini, mpaka akakuwa, alikuwa anakuachia kila kitu, anakupea kila kitu, wewe ungoje kama mtoto wake. Unajua vile ilitombolewa ya kwamba alilala na mume wangu, ndio hmm. Samana amekaa hivyo sasa, ndio samana amekaa hivyo, lakini atajua, ajui, simuachi huyu. Kitu ya kwanza ni si ni sawa, ni mume wako, usikatai. Wewe ni mama yangu, in as much as yes, tulilala na tumezaa e. na yeye. Mimi sina damu yote na yeye. We share nothing.

na nikuulize hii uamuzi ambayo wewe umeamua mm -hmm. Oh, unaona ni sahihi kweli? Uamuzi wa kukataa na mali ama na ya... Ndio hii uamuzi ambayo unasema urudishe vitu za wanyewe, na unajua vizuri si Malizu za hata tukienda kutini saizi, kama ni gari jina ni yangu, kama ni nyumba title deed jina ni yangu. So evidence ya mali ni yake. Evidence ni tu kuwa alikuwa ananitumia pesa kama ndio, mama. Ndio, ndio sijakataa. Na, na uko na furaha sana ya kwamba unakula jasho wenyewe. Nafanyilie. Oh, ndio, mimi nakuuliza kwa hiyo uamuzi ambayo umetoa wewe, unaona tu ni sawa, hauumii au, au mahali unaona mzazi anateseka hivi, haikuumizi popote? Unajua ni, ni uchungu kwamba vitu ambavyo ulifanya, unajua hata kama utakufa vibaya kani, utakufa vibaya wewe, utakufa vibaya wewe wewe wewe hata kama mimi si mama yako, nitakulaani utakufa vibaya wewe. Acha nikuambie, utatumia laana gani? Utatumia njia mm gani kunilani? Ni vizuri unajua ulikosea ni vizuri unyenyekee urudi chini. Okay, hii si kikao ya kwanza daktari. Umeniambia mwenyewe unajua tulikuwa na kikao. Na tangu utoke, tangu mtoke hapo mai mtafuta kwa simu hata na namba yangu. Unajua wewe ndio ulikosea wewe ndio nafaa urudi chini ubondoke, unyenyekee na ukuwa unamtafuta mara kwa mara kwa simu mkio. Unajua, ni ako na hasira, sijakataa ako yei, na hasira na nitafuti to solve ara nitafuta nimpe vitu zake. Najua wewe wewe ndio mtoto wewe, hie ni Wukum mzazi. Nataka msolve aje, kama kama wapi, ajapata vitu zake ni wapi iliandikwa lazima hai mtoto ndio apologize. Unafikiria aje mtasolve hiyo maneno kama hujampea vitu zake, hujakubali kumrudishia vitu zake? Okay, hizi vitu, kitu cha kwanza kama ni title deed, ni process ya ku transfer sawa haina shida, lakini kama atapata kama atapata vitu za kuproses, ni vitu rahisi, zinafanyika tu, lakini nataka wewe ukubali kwamba vitu zake utaleta na uende uende saa hizi. Kikubali, ni kiwezekana vitu zake, uende saa hizi ulete, umpatie. Hivi ndio venye tunataka tu, vitu zake aende kwa bwana yake. Unajua sijataka hii mambo iende mbali, ndio maana nimeona wewe ni mtoto mdogo sana, wewe ni mtoto mdogo mimi unisaidie, usitoke hapa bila kunisaidia. Staha umelishwa na mama yangu hapa, umelishwa pale kufika ni huyu amekulisha una

tutulie no, kidogo na, unajua nimemuita hapa ili tujaribu kusuluhisha maneno, na ndio nimekuuliza hii uamuzi ambao umetoa unaona ni I mean, sawa kwako uh, au ujuti popote yeah? Unajua si vizuri unakula vitu ya mwingine na yeye akaanaumia. Unaona hali yenye ako miguu, nasikia kwanza mulimpiga yeah. kwa nini wachana na mimi? Wacha na maisha yangu, wewe, hebu wacha na mimi, wewe. Mimi acha na mimi, wewe, wewe. wewe. Nimekulea, wacha na mimi, niache kabisa, uniache kabisa. Uwe, utoe jina yangu kwa mdomo yako, e, ya heshima kidogo. Wacha na mimi, machozi na mwaga utalipa, utakuja kuilipia, nakwambia hivyo. Na, ni nikuulize, nikuulize jana kikao ile mlikuwa nayo ilikuwa gani na nani? Sababu nikiangalia naona mlikuwa kwa kikao jana. Kikao na kina nani? Usijaribu kunidanganya, ndio maana nimekuuliza hiyo kikao na mlikuwa mmekaa ilikuwa nini? Mimi kama mmetoka tu hapa mama, pia nyinyi mkaenda kuniokotea mchawi mniletee. Kikao gani Daktari? Kuna kikao mulikuwa nayo jana. Nani na wapi? Na mlikuwa watu, mlikuwa mnaongelea huyu mama, kuna mipango ambayo mlikuwa mnapanga Mm-hmm. Na unajua unajaribu unajua sichakua lakini mi naona sichakua kwa hii mambo lakini vile nimeletewa hii kesi najua, nimekabidhiwa mimi na mimi ndio sasa ndio nashughulikia hii mambo, na sitaki mtu aumie pahali popote. Ndio maana nimekuambia we ni mtoto mdogo sana, na sijataka kitu chochote kibaya kikutendekee, sababu nakuonea huruma. Unajua uh, uh, uh, kama ujui mtu jaribu tu kuwa na heshima kidogo, yeah. Babangu nilimzika, najua Kanini, by the way hata hauko, yani hauna shukrani, hata unaongelesha tu mama yako. Jameni na sasa, unajua, tulia please. Hii machozi zinalia, atakuja kulipa. Imagine, mtoto kama anaenda kulala na bwanangu mpaka wanazaa, hiyo ni kusemaje? Imagine, kitu kama ikikutendekea Mama, tulia, tulia tu, hii mambo nijaribu kusuluhisha. Unajua mi nimewaita hapa ili jaribu kusuluhisha. Sasa nakuuliza vitu ya wenyewe utarudisha, ama umesema, umesemaje? Unajua, usifanye kitu ambaye utakuja kuchutia baadaye. Oh, unaona, uko sawa, hiyo ndio uamuzi ambao umesimama nayo na huyu hmm, na mtoto ambaye uko naye ni wa nani? sababu naona iko mvutano hapo katikati kuhusu huyo mtoto na nani? Na baba yangu. hmm. hmm. Uko tu na furaha ukisema hivyo? Sina furaha, lakini tulijipata. hmm. Ilifanyika. hmm lakini kuna kuna... Si ndio? Lakini ni vitu ambayo ungezuia. Ni sababu nikiangalia ni vitu ambayo ungezuia. Hii mambo ilitokana tu na tamaa zako. Kitu ya kwanza niliwaelezea na nikawaambia baba mwenyewe mara ya kwanza alifanya kunirebu, that one I explained. After that, nilikubali whatever happened after that first time, and the second time ni mimi kutaka, lakini ni sababu nikiangalia, naona ni kitu ambayo ungezuia, ungekataa na usimame kwa msimamo wako, ungesimama na msimamo wako, hata ujaribu kuambia watu hivi na hivi, hata ungeenda uripoti. Mbona kuchukua hatua. Nani daktari? Yeah. Mimi kabla hatujafika mbali, nataka nikuulize hii maneno yenyewe, msichana huwa anasimama nayo kila siku tukiwa kwa vikao yeah. Anasemanga kwamba alirepiwa, ni ukweli ama ni vitu alikuwa ameelewana? Niko namwambia ni, ni vitu ambaye angezuia yeah. E, si unaona nimemuuliza hapa hii mambo ambayo ilitendeka ni mambo ambayo angezuia. Mwenyewe tu alitaka, ni vitu ambaye angezuia hata siku repiwa, alirepiwa. Ni ni sababu hata mwenyewe ni, ni anajua kwa nini nimemuuliza hivyo yeah. E, sababu nimemwambia ni vitu ambayo angezuia kama nasa, al, alijaribiwa mara ya kwanza, si angetoka hata aenda atafute mahali akae ama ajaribu kuelezea watu na hata ngejaribu kuambia mama mama yake. E, ni ile nyumba ya mama yangu ningetoka niende wapi? Ningejaribu kuambia ujaribu kushirikisha watu uambie hii na hii inatendeka kwa hii nyumba na mimi sifurahi. Ndio maana nakuambia hii, na hii mambo yote ni wewe mwenyewe ulitaka ni vitu ambayo ungezuia na hii mambo ingetokea. Unaona sasa muziki ambao umejiweka ndani kwangu daktari. hmm. hmm. si mapenzi yangu kabisa. Ndio nakubaliana na wewe, lakini ni vitu ambayo ungezuia hiyo, hiyo wakati, haingetendeka hii mambo yote. Haingekuwa wewe ungesimama na msimamo useme sitaki. Hapo nakubali nilikosea. hmm. na ndio maana nimesema nilijaribu kuapologize na kuexplain, lakini sikusikizwa. Unajua ni vigumu sana vitu kama hiyo ambayo umetendewa, mtu kitamba achilie roho akusamee, ni ngumu sana inafomu, yes. Na unajua una, unajaribu kuongeza tena kitonda ingine, unakatalia vitu za wenyewe, vitu ambayo si zako. Unajua, sasa utakubali utatarajiwa kusamea namna gani, wakati ambayo unaendelea kuongeza makosa juu ya ingine. Vitu zenyewe ni za ukweli, ukweli ni zake, labda ziko na bwana yake juu, kama ni pesa tulishia na bwana yake. Na ndio maana nakuambia hiki kikao ambayo mlikuwa nayo jana ilikuwa ya nini? Unajua nawaona muko watu yeah, wanne. Mm -hmm. watu watano Akuma kwa kikao wako, yeah. watu, watu watano kwa kikao. So, kwa hivyo, Kanini, kuna grupu enye uko nayo, enye unatumia hiyo grupu kudhulumu mama yako, daktari tu kwangu kwa mama yako kwa kwanza kwa yako. tumefunga Oh, sasa, kuna mtu ako huko huko yuko mzee si alirudi kwa familia yake oh? hey. <laughs> Eh unajua, ndio maana nakuuliza hiyo kikao mlikuwa nayo mlikuwa mnaongelea, na nimejaribu kukuambia mlikuwa mnaongelea mama hapa. Mlikuwa mnapanga nini? Kikao gani? Daktari Jimmy sikuelewi, kikao gani? Unajua mbali sana director. Kikao gani hiyo kikao ambayo mlikuwa nayo? We mwenyewe unajua ni nini, nakuuliza. Unajua utaweza danganya hao wengine lakini mimi mimi nakuona kwa roho yako Yeah, ya mm, yeah. Unajua huku mbele pahali uko naelekea, unaona kuna vitu ambayo uko najichanganya hapa na itakuja kudhuru baadaye, mm. hmm? Sababu kuna mambo ambaye naona kuna kijana mahali atakuja akuumiza vibaya, najua unajua, yeah. Unajua yeah, ni kwa nini nakuuliza hivyo. Kuna yeah, kijana mahali naona atakuja akuumiza na sababu hiyo kijana ni mtu wa asira. Ye, na usipo usiporekebisha hapa mapema, huku mbele huyo kijana atakufanyia kitu mbaya, siziamini mimi na sababu, unaja... ha, sababu unajaribu kukataa. Na mimi nilitaka hii mambo ya mtoto tuweke leo wazi eh, nilitaka huyo baba afike hapa tuongelee mambo ya mtoto eh, kila mtu at ajue tu mtoto ni wanani, sababu najua pia nyie mnajiuliza hiyo mzee. mm. E, anakataa mm. E, naona sababu naona mzee anakataa e, kila mtu anataka kujua ukweli, lakini leo nataka niwafungulie ukweli e, nataka huyo mzee akuje na mambo yote tuweke wazi, mjue mm. mtoto ni wanani, kila mtu ajue mambo yote nianike kila, yeah, kitu leo. na daktari, afta tumejua mtoto ni wa nani. mimi naomba tusaidie huyu mama, aki amechoka. maana nimesema, nataka nifuatilie kila kitu. mm. nataka nimfungulie leo kila kitu, eh, ajue mambo yote. unajua sitaki tu nirudishe vitu. nataka nifuatilie kila kitu. nataka ajue nani adui, nani rafiki, nani wa kuamini, nani si wa kuamini. Ndio, okay. wakati mwingine ajue vile ana handle vitu zake. anajua huyu ni mtu ambaye nafaa nikae naye eh, mm. karibu. mm. huyu inafaa nimtenge. sasa mama, usikue na wasiwasi mm. Ee, mimi niko nashughulikia hii kesi umeniletea, na mimi niko naishughulikia kila kitu mpaka wakati ya mwisho uh, uh, kila kitu itakuwa sawa. Najua ni maumivu uko napitia ee, nitashughulikia kila kitu. Wachana mambo mingi, usikue na mvurugano hapa na pale. Wewe tulia tu, hii kesi niwaachie mimi, umeniletea mimi, sababu najua nimetoka mbali nimekuwa nashughulikia watu wengine huko Busia nimetoka mbali, ili nikuja nikusaidie. Sasa ukianza kuleta hivi mvurugano, mambo ya vita, haitakuwa mzuri. Wewe tulia niaminie, kila kitu umenikabidhi hii kesi. Thank you. Ja, jaribu tu uharakishe ili hii mambo iweze kumkamilika, juu sitaki kuona mama yangu in this kind of a state. Hata ni siku ya tatu hata hajakula, hata ukimwangalia hivi hajakula tukwa hivyo njaa. Naomba tu waweze kuharakisha hii mambo tafadhali, kila kitu. Mm -hmm. Acha huyo mzee, aka anakuja. Mm -hmm. Na nimemwambia kuna kijana ambaye aka anahatarisha maisha yake. mm -hmm. Ya, kuna kijana hapa mbele najua mnajiuliza ni nani? mm -hmm. Lakini ni kijana ambaye nikiangalia atakuja mfanyie kitu mbaya hmm. Na nimemwambia mapema ili ajue mapema, hata wewe mwenyewe unajua ni kwa nini nimekuuliza hivyo hmm. E, hmm. Ne, hmm. Unajua usikuwe na jue, ni mtoto mdogo bado, hujaona mengi hmm. E, unaona mtu akikuambia kitu na umeona kweli kuna kitu hapo mbele, huo unafanya ama huo unaficha kitu, jaribu kujua vile unarekebisha. Unajua kwa nini nimekuuliza hivyo So, kwa hivyo daktari, tulete mzee yeah, mzee aka anakuja mm, unatulezea ama tumpigie simu huyo? Wacha tu niko nafanya niko pahali yako, tunamuona mm. Aka anakuja okay. Na haka anafika tu hata yeah. Wakati tulianza kuongea yeah. Eh, nilikuwa namvuruta tu polepole pole. Okay. Yeah, aka anakuja hata haka anakuja. O, sawa lakini Kanini, naomba ukuwe na heshima kwa mzazi wako tafadhali. Wacha tu kuongelesha mzazi wako venye unafikiria ni mtu amekulea kuna watu wani wanakosa hata wazazi wa kuwalea huku nje. Hiyo mm. Sikatai, na vile nilisema mara ya kwanza, najua ni mama yangu na muheshimu. Mimi niligro nikijua ni mama yangu, lakini ye ya mwenyewe ndo amenipusha po mali penye imefika sasa. Hata sioni kitu kubwa na si tisimuheshimu ama tisimpendi, ah -ah. Kwa roho yangu hata nikifanya vitu nafanya ma nikisema vitu nafanya naumia unaumia? unaumia nini? kama kama rudish you you are you love you, the, mama ambaye alikulia kama unampenda mrudishie vitu zake, return back the the property kama unampenda I even talking respect shouldn't even sit with you on the same chair why? Talking. why? I'm to here because here? of my mom Okay, tufanye hivi tutulie, tuache vurugano, tutulie, acha tuongoje mzaya afike, tafadhali.